Staili hii ni simple sana ukiangalia na namna ya kusuka. Je, unajua tekniki za kusuka staili hii? Wapendo, wapenzi wa Kiluvia Dreadlocks, amani ya Mungu iwe juu yenu na kwangu pia. Nawakaribisha katika chaneli yenu ya Kiluvia Dreadlocks. Leo nipo hapa kuwafundisha kitu ambacho eh, ni adhimu sana kama nilivyotangulia eh, kuwaambia kwamba leo nipo hapa kuwafundisha tekniki ya kusuka staili ya mbilimbili mbili. So niazimishe macho yako na masikio yako, ni kuelekeze namna bora ya kusuka staili yetu hii. Kama wewe bado ni mgeni katika chaneli yetu hii ipendwa, eh, tunakukaribisha ndani ya familia kubwa ya Kiluvia Dread Locs. Eh, usubscribe chaneli yetu ugonge like na ushee kwenye magrupu mbalimbali. Zipo aina nyingi sana za kusuka style mbili mbili. Kuna wengine wanasuka kulia kuja kushoto, kuna wengine wanasuka kushoto kuja kulia, ni sawa, lakini uzingatiaji ni kuzingatia namna ya kusuka staili ya mbili mbili kwenye nywele mbili zako. Kwanza, hakikisha nywele za mbele unavozisuka ziwe zimelala vizuri ziwe zimerepewa vizuri. Pili, hakikisha nywele zako unazi moisturize. Kivipi? Mimi umeona nimetumia pump hapo, nimeweka eh, mchanganyiko wangu wa maji kidogo nimeweka. Kama una condition yoyote, pia unaweza ukachanganyia ili dread zako unavyozisuka ziwe smooth. So zingatia sana hivi vitu ambavyo ninavyokuambia, hakikisha nywele zako unavyozisuka usuke kwa staili ambayo unavuta nywele kwa kuinyoosha, na uhakikishe kabisa nywele yako unavyoishika, ushike nywele moja baada ya nyingine, na ufunge chini vizuri. Wengine tunatumia uzi, wengine tunatumia rubber band, lakini it's okay. Eh, hakuna shida, hakuna tatizo. Pia wapenzi wa Kiluvia Dreadlocks mmeniomba niwatolee video za, za kuwafundisha uh, baadhi ya style ambazo ni ngumu e, tunaita complete style. Video zinakuja jamani, zipo soon e, nasoma pia maoni yenu e, kwa sababu maoni yenu ni muhimu sana na pia msiache kutuandikia maoni yenu jamani, maoni yenu ni muhimu sana, kwa sababu maoni yenu ndio ambayo e, yatakayokuwa yanaboresha kazi, na kama kuna watu ambao watakaokuwa wanatoa maoni mazuri zaidi sisi moja kwa moja katika video inayokuja tutakuwa e, tunayafanyia kazi maoni yenu, kwa kujibu, kwa kutoa video ambazo zinakuwa na ubora na kiwango cha hali ya juu. Aa, na pia kingine, kuna wale ambao wapo mbali sana hawawezi kuja ofisini kwetu. Nimepokea simu nyingi sana za, za watu ambao wanaotaka kuja kujifunza e, redi hapa ofisini kwetu, lakini wengine wapo Mwanza, wengine wapo Shinyanga, wengine wapo Kahama, wengine wapo Mbeya. Kwanza tuna, tunatoa shukrani za dhati na pongezi za dhati kwamba tunafuatiliwa na watu kama hao, lakini nataka niwaambie kitu kimoja jamani, kwamba tumefungua grupu la online tuna grupu la online la WhatsApp ambayo ni VVIP member of Kiluvia Dread Locs. Grupu hili ukitaka kujiunga, unalipia shilingi elfu kumi na tano kwa mwezi, then tunakuunga huko kwenye grupu hilo. Tutakufundisha tekniki nzuri za kutengeneza dread. Tutakufundi, tutakufundisha tekniki nzuri za kumuanza mtu dread vizuri tutakufundisha tekniki nzuri za kupiga nywele ya mteja sindano. Tutakufundisha kila kitu ambacho kinachohusiana na dread. So kwa wale ambao wako mbali hawawezi kuja hapo ofisini kwetu, fursa ndo hiyo. Jamani, changamkieni fursa, chukua namba za simu hizo hapo, piga simu au usipopiga simu, tuma message Whatsapp kwamba jamani, nataka kujiunga eh, na grupu letu, tutakuunga jamani. Ada ya kuungwa kwenye grupu ni shilingi elfu kumi na tano kwa mwezi. Narudia jamani, ada ya kuungwa kwenye grupu ni shilingi elfu kumi na tano. So changamkia fursa hii ili na wewe uweze kujua namna nzuri ya kubana dredi ili uweze kutengeneza dredi zenye mwonekano mzuri, sio tu elimradi unatengeneza dredi, lahasha. Unatakiwa utengeneze dredi zenye muonekano mzuri. Kama unavyoona hapo, mteja wetu tunaendelea kumtengeneza nywele zetu, kushoto kulia, kushoto kulia. Mimi chini nafunga na uzi jamani, kwa sababu uzi ndo naamini, uzi ndo the best. So kama unavyoona naendelea kufunga nywele zetu, na kingine ni kwamba huyu mteja jinsi mnavyomuona hivi e, nywele zake zinapendeza, zinang'aa kwa sababu alianza katika mfumo mzuri jamani. Mafundi ambao mnaonifuatilia, au watu mnaonifuatilia, swala la kuanza dredi ni swala ambalo ni swala adhimu na ni swala nyeti sana. Utakapomuanza mteja wako dredi vibaya, hata kama utamsuka staili nzuri hatopendeza. Zingatieni jamani, swala la kuanza ni jambo ambalo ni swala adhimu sana, mnatakiwa muenalo makini kwa wale ambao wanaanza kujifunza dredi, napenda kuwaambia kwamba nabidi mjifunze namna bora ya kuanza dredi, umuanze mteja dredi mzuri, umtengeneze mteja dredi mzuri. Ukisha mboronga katika kuanza, hata kwenye kuja kusuka, napo pia itakuwa ni changamoto sana kwako. Kama unavyoona tunaendelea kumsuka mteja wetu na pia uh, labda nipende kuwatoa hofu mabosi zangu, kwamba dredi siyo maumivu, inategemea na mkono wa mtu dredi. Ime sasa hivi tunasema ime grow up, imekua sio mpaka kusuka dredi na maumivu makali lahash. Dredi unatengeneza simple and clear. Na dredi jamani, hazikomazi sura jamani, acheni hiyo kauli ya kusema kwamba dredi zinakomaza sura. Hapana, dredi hazikomazi sura, so kama ninavyowaambia jamani, dread ni vinzuri na dread pia zinaokoa muda sana kwa wale ambao e, wana mambo mengi, mabosi zetu wana mambo mengi, dread zinaokoa muda sana. So kama unavyoona hapo, tunaendelea kusuka na nywele zetu. Nimesema kama una maoni, una ushauri, una chochote cha kutuambia, weka komenti yako hapo chini, tuambie, labda tuongeze wapi, tupunguze wapi tunasoma komenti ya kila mtu na tutaijibu jamani, tupo hapa kwa ajili yenu eh, kuhakikisha kwamba na nyinyi eh, mnapata kitu kizuri. Kama kuna sehemu yoyote katika video hii haujaelewa, uuliza swali au uuliza eh, chochote ambacho unahisi wewe ujaelewa, au umekifundisha hapo wewe haujakiona vizuri. Ah, ila eh, tunaendelea kupokea wanafunzi hapa. Eh, kazini kwetu nafasi bado ipo kwa wale ambao wanaotaka kuja kujifunza kwa vitendo. Nafasi bado ipo. Ada ni shilingi laki tatu kwa miezi mitatu. Zingatia jamani, ada ni shilingi laki tatu kwa miezi mitatu, na ada hiyo italipwa yote. Kwa wewe ambao unayetaka kabisa kuja ofisini kwetu, tunakukaribisha sana. Chukua namba za simu hizo hapo 0654731781 zipo katika skrini yako, utafute WhatsApp au tupigie simu, usitume text ya kawaida jamani. Ila kwa wale mabosi ambao wanaotaka eh, home service, tuje nyumbani, huduma hiyo pia ipo. Kitu cha kufanya ni kuchukua namba hapo, utapata maelekezo eh, zaidi kuhusiana na huduma hiyo. So, kama unavyoona hapo tunaendelea kutengeneza nywele zetu, kushoto kulia, kulia kushoto, kushoto kulia, kulia kushoto, kuhakikisha nywele zetu tunaziweka uh, katika mwonekano mzuri, na tunatengeneza nywele tukimuuliza mteja kama nywele inauma au la hayumi, ili kama kuna sehemu ambapo hatujaenda sawa tuweke nywele sawa, kama unavyoona hapo, na tunahakikisha kabisa kwamba mteja wetu eh, anapata kitu kilichokuwa kizuri. Hizi nywele tuna tumesuka staili ya kudondoka mgongoni mbili mbili. Hizi nywele za mbili mbili, unaweza kusuka staili mbalimbali. Unaweza kusuka staili za kulala upande wa kulia, unaweza kusuka staili za kulala upande wa kushoto, unaweza pia kusuka staili ya kulala eh, upande wa mbele, au unaweza ukasuka nomo zisilale popote So ni wewe tu, kama unavyoona hapo tunavyoendelea kuchukua nywele zetu hizo. Tumesema tunasuka nywele zetu zilale mgongoni, kwa hiyo unavuta nywele ya mbele kurudi nyuma. Jamani zingatieni jamani, angalia nywele, unavuta nywele ya mbele kurudi nyuma ili uweze nywele zako ziweze kulala mgongoni. Staili hii ni ya nywele kulala mgongoni, ni maana kwamba siyo staili ya kufunga nywele. Mteja akishamalizwa hapo anaziachia nywele zake zinalala mgongoni. Kwa hiyo inabidi uvute nywele zako upande wa, unavuta nywele zako kuelekea mgongoni. Pia jamani, tunatoa ofa, tunatoa ofa. Kuna siku maalumu ambazo sisi hapo ofisini kwetu tunatoa ofa, so wewe unaweza ukawa ni mmojawapo kupata ofa hii, karibu sana ofisini kwetu. Hii hatusemi kwamba ni siku gani tunatoa ofa, lakini kuna siku ambazo kwenye wiki, siku mbili, siku tatu tunatoa ofa. So karibu sana ofisini kwetu, utakuja kukutana na ofa hii. Ofa hii hatuisemi, hii hapa ofa hii tunafanya ni surprise. kwa wewe ambao utakayefika, ukikumbushia, tunaweza tukakupa ofa tu, tunawakaribisha tuna sana ndani ya Kiluvia Dread Locs, lakini pia kama we ni mpya kwenye channel yetu, usisahau kusubscribe, usisahau kulike na kusema chochote katika uh, comment hapo so, tunaendelea na kusuka nywele zetu jamani, kuhakikisha kwamba nywele zetu zinakuwa katika mwonekano mzuri, zinakuwa katika msambamba mzuri. Angalia jamani, mimi ninavyofanya mikono, umeona. Mmeona jamani ninavyoweka mikono hiyo. Lengo na mazumuni ni kwamba eh, kupata kitu ambacho kilichokuwa bora, sio tu kusuka ili mradi unasuka, la hasha jamani, unataka tupate kitu kilichokuwa bora, tusuke kitu kilichokuwa bora ambacho mtu mwingine akikiona anakipenda naye anakitamani kufanya, so kitu kilichokuwa bora lazima kiwe Eh, kimetengenezwa kwa umakini mkubwa na kimezingatia sheria na itifaki, kwa sababu ukizingatia, sasa hivi redi imesha kuwa ushindani jamani, unanyoosha nywele zako, hakikisha nywele zinanyooka. Usis, usisuke nywele ikawa na mafundofundo jamani, Please. Nyoosha nywele, fungua fundo lote la nywele kama unavyo, kama inavyoonekana hapo jamani, nywele unafungua fundo lote Uwachi fundo hata moja, unafungua fundo lote, then mwishoni unakunja nywele zako kama hivi, unachukua uzi unauanza kufunga. So jamani, kwa wale ambao wako mbali, please mtucheki kwenye namba hizo za simu kama unataka kujifunza online gharama za kujiunga kwenye grupu letu, bado haujachelewa, bado haujachelewa kujiunga na VVIP member of Kiluvia Dreadlocks gharama ni shilingi elfu kumi na tano kwa mwezi sasa kama utakuwa na wewe e, unahitaji kujua zaidi namna ya kutengeneza dredi fursa ndo hiyo hapo hata uko mbali huko lakini utajifunza namna bora ya kutengeneza dredi njoo darasani katika grupu letu la online la WhatsApp tukufundishe namna bora ya kusuka dredi tukufundishe namna ya ku tunza dredi tukufundishe namna ya kutengeneza dredi zenye mwonekano upate pesa dredi. Hakika dredi, eh, ni chanzo kizuri cha mapato eh, ukitumia fursa hii vizuri unabadilisha maisha yako kabisa, na maisha yako yanakwenda kuwa vizuri. Usidharau kitu jamani, dredi inatoa, dredi inalipa, msidharau. Ukichukulia kitu sirias, nacho kitakutoa sirias so jo ujifunze, uongeze maarifa mengi zaidi, ili unapoingia katika uh, soko la ushindani uwe huko vizuri, uwe upo ngangari. Kujifunza bila kuchoka ndio uh, jadi yetu. So kama mnavyoona hapo, tunaendelea kutengeneza nywele zetu. Nahisi utakuwa umejifunza kitu hapa. Nahisi utakuwa uh, umepambanua ukubwa zaidi nahisi utakuwa pia umejifunza jambo eh, kubwa na adhimu sana. So mimi nawakaribisha jamani sana, eh, katika ofisi yetu, tunapatikana Mlandizi. Tupo Mlandizi, mtaa wa Sokoni. Ukifika Mlandizi, eh, moja kwa moja moja kwa moja, ukifika Mlandizi katika stendi ya mabasi ya Mlandizi, mbele yako utaona msikiti mkubwa, msikiti mkubwa wa mlandizi stendi. Sasa nyuma ya msikiti wa mlandizi stendi sisi ndo tupo jamani, atupo kiluvia. Hili jina kiluvia ni jina letu tu, lakini sio kwamba kiluvia ndo tupo kiluvia. Lahasha, atupo kiluvia, tupo mlandizi. Watu wengi wanachanganya wanadhania kwamba sisi tupo kiluvia. Jamani, kiluvia hiyo uh, ni sehemu nyingine, lakini Kiluvia hili ni jina letu ambalo ni jina la kazi ambalo tunalolitumia. So uh, usichanganye mambo, Kiluvya na Kiluvia ni vitu viwili tofauti. Kiluvya ni Kiluvya, Kiluvia ni Kiluvia. Kama mnavyoona final product, kama mnavyoona hivo, jamani, mabosi zetu, mteja wetu ndo huyo amependeza, amedamshi, yuko poa kama hiyo mnavyoona hiyo ndo final product jamani, ambayo eh, ukimsuka mteja wako kwa kuzingatia itifaki anapendeza kama hivyo, jamani. Kama, kama bado wewe ni mgeni tunaomba subscribe katika channel yetu ya Kiluvia Dread Locs. Pia tunawakaribisha kujifunza online kwenye grupu letu la VIP Kiluvia Dread Locs, karibuni sana. Ada ni shilingi elfu kumi na tano wai fursa hii wapenda wa Mungu na pia tunawatakia e, siku njema. Mungu awabariki sana.